Okay, guys. Let, let us see the different ways to say yes. Tuangalie njia tofauti za kusema ndiyo ukiwa unamkubalia mtu amekuuliza kwa Kiingereza. Namba moja, absolutely, absolutely, kabisa. Namba 2, of course, bila shaka. Namba three, definitely. Definitely, hakika. Namba four, sure thing. Sure thing. Ndiyo kabisa. Namba tano, you bet, bila shaka. Namba 6, no doubt, bila waswas. Namba saba, without a doubt, bila shaka yoyote. Namba nane, sounds good. Sounds good, sawa kabisa. Namba tisa, certain. Certain, hakika, bila shaka.